Ndugu zangu wa Tanzania leo tunajivunia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao umeakisi utawala bora, weledi, uwajibikaji, uaminifu na ujumuishi. umekuwa Mheshimiwa Rais kiongozi wa mfano katika kuimarisha mifumo ya sheria, haki za binadamu na uwazi unaozingatia usawa na maendeleo ya kila mwananchi. Kwa nafasi yetu, wabunge, tumeshuhudia historia ya mafanikio na mabadiliko yaliyoleta tija na ustawi kwa jamii nzima. Leo, Mheshimiwa Rais, tunapokusanyika hapa tunaadhimisha na kutambua mchango wako kupitia tuzo hii maalum. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa utumishi na uongozi wako, na tunaamini utaendelea kuwa taa inayoangaza njia ya taifa letu kwa miaka mingine ijayo.